Lakini plastiki unapoiweka mahali, hata kama pale mahali kuna tuseme hata nyasi zenyewe, utaiona imezingirwa tu na ile mizizi ama hiyo nyasi ama mti umemea juu ya hiyo plastiki ambapo sasa inaleta, tunaweza sema, tunaweza, kwa kizungu tu kwa lugha ya Kimombo tunaweza sema standard growth. Mm, yeah, kuna kule kukua hafifu, yani mti unakuwa hafifu so naona hiyo ina inaleta, yani, madhara kwa miti, yani, mm. Kwa mchanga pia, alafu pia, ukiangalia mahali kwenye kume tupa tupa plastiki, hata kabla hizi kabla hizi zilikuwa zinaitwa nailoni, mifuko ya plastiki ku Nadhani ili aitumiki ibaniwe aitumiki tena. Kitambo ulikuwa ukipata mahali kwenye kumetupwa mifuko mingi ya plastiki imeingia chini ya mchanga. Mm. Pale mahali kuna kosa rutba, kuna kosa rutba. Yaani mchanga wa pale unakuwa unakuwa hafifu, unakuwa hauna zile nutrients za ku, za kuweza kuboost ile mimea ku kumea vizuri. Nam. So unaona. So mimi naweza sema hapo plastiki haifai kwenye yaani kwenye ardhi. Tuseme tu kwa ufupi, plastiki haifai. Na je, unajua kuwa zaidi ya tani milioni mia tatu kila mwaka inatokana na plastiki? Ndio.